Habari, naitwa Esther Kahabi afisa kutoka UTT AMIS. Niko hapa kuelezea faida za kuwekeza na UTT AMIS kwa ujumla na kwa nini wewe kama mwekezaji uje kuwekeza pamoja nasi ili kuweza kupata faida nzuri. UTT AMIS ni ah, taasisi ya serikali, tuko chini ya wizara ya fedha na jukumu letu ni kuendesha na kusimamia mifuko ya uwekezaji wa pamoja, lakini pia na kutoa elimu ya uwekezaji kwa ujumla, ili wananchi waweze kutoka kwenye kuacha pesa pasipokuwa, waende mbele zaidi katika kuwekeza na kuweza kupata faida nzuri kwa ajili ya maendeleo yao ya baadaye. Hadi sasa UTT inasimamia mifuko sita ya uwekezaji, kuwepo mfuko wa Umoja Fund, Watoto, Wekeza Maisha, Jikimu, Liquid Fund au Kwasi, pamoja na Bond Fund ambayo inafahamika kama hatifungani, pamoja na huduma ambayo tunaendelea nayo inayojulikana kwa jina la Wealth Management. Mifuko yetu yote hii inamwezesha mtu mmoja mmoja, taasisi, vikundi, pamoja na wazazi kuwawekezea watoto wao kwa ajili ya faida nzuri ya baadaye. Pamoja na hayo faida ya kuwekeza na UTT ni pamoja na usalama, ukwasi, kuweza kuchukua pesa yako pale unapohitaji, lakini pia na kufanya uwekezaji kwa kiwango kidogo sana ambacho kiangalewa kwa mifuko yetu. Kwa shilingi elfu tano tu unaweza ukaanza kuwekeza na kupata faida nzuri. Sasa basi, kila mtu anaweza kutajirika na kufikia malengo yake. Karibu UTT AMIS uweze kuwekeza.